Wazi na kujifungamanisha na wananchi nadhani ni, mo, ni mojawapo ya tunu za msingi za uongozi. Kiongozi ni kuonyesha njia. Kiongozi ni kufikika. Kiongozi ni kujenga confidence ya watu nao waongoza, kwamba kwenye hiyo safari na wewe umo, sio wewe unasafiri huku na wananchi wanasafiri kule, kwamba tunasafiri pamoja. Sasa usipokuwa wazi, na wao hawatakuwa wazi, ni hivyo tu. Usipofikika, na wao hawatafikika. Mwisho wa siku, hiyo safari yenu haitaenda. Kwa hiyo mimi naamini kwenye kuwa wazi na kufikika, kwa sababu unawasoma wanachokitaka unakichukua unakaingiza kwenye mikakati yako. Wasipoelewa unawaelewesha. Mawazo yao yale unayapata kwa haraka zaidi kuliko ungeenda kuwatafuta mmoja mmoja kule, kwa sababu nchi ni kubwa. Unaweza ukasema niende nifike kila sehemu, lakini je, itawezekana? Inaweza isiwezekane. Je, wale wengine mawazo anafikikaje? Saa nyingine watu wako mahospitalini, wanaumwa, wengine wako safarini wewe uliwaita, hutawaona. Lakini kidigitali ukiweka ajenda pale, wakesho, wakesho kutwa, aliyeko huku na huku anaisoma anatoa mawazo. Kazi yako ni kusoma mwelekeo na kuyachukua na kuyaingiza sasa kwenye mifumo yako ya utendaji. Lakini inabariki maana unaongoza watu, uongozi miti uongozi mawe na wewe, inabariki kuwa sehemu ya fikra zao na mfumo wao. Mimi nadhani ni pleasure kama tunacheza michezo tunaburudika, hata kuchati wananchi pia ni burudani elimishi, inayofundisha, inayofungamanisha katika safari ya pamoja, inajenga mapendano kwa mustakabali wa taifa, inatufanya tuwe wamoja, inatufanya tuaminiane, inafanya tuende mbele pamoja, tuchukuliane hata yale magumu ambayo kwa fikra zako unaweza ukayaona magumu, unapata majibu kutoka kwa wananchi wenyewe.